Sisemu um, kwamba Amos Makala hiki unachozungumzia kwamba tudumishe amani ama amani, amani ikitoweka, kwamba hiki kitu ulichozungumzia hiki kipengele cha amani hiki, ukitaka kuaminisha watu ama ukiweza kuaminisha kwa watu kwamba kuna amani, hivi amani ipo kweli? Tuendelee kudumisha amani, na sisi tunaamini hata wanakatoro na Busanda mnapoenda kuchagua, mbali ya maendeleo mnaiona sisi ndio chama chenye misingi na kuasisi amani na utulivu tulio nao. Nilijua ni labda utaweza ukazungumzia haya ambayo watu wanatekwa, watu wanawawa, watu kuwa na subiri, labda utaweza ukazungumzia hilo jambo kwamba majibu yake yatapatikanaje? Ya lakini nashangaa wewe unaaminisha watu kwamba amani amani, kama Biblia isemavyo kwamba e, kama Biblia isemavyo kwamba katika kitabu cha Ezekieli sura kumi na tatu na ule mstari wa kumi Biblia nasema kwa sababu hiyo, kwa sababu wameshawishi watu wangu wakisema amani, wala hapana amani na mtu mmoja ajengapo ukuta, tazama wa upaka choka isiyokorogwa vema e, wenda hiyo amani, mimi labda ndio sijaijua amani. Wanaumia watu, wana wananyanganywa vitu, watu wanawawa, watu wanatekwa. Mimi nilijua labda wenda utaweza kuzungumzia vitu kama hivyo, ila wewe ndio unasema kwamba amani, amani. Ni amani hiyo mna gani? Eh, mnaaminisha watu. Ngoja nikusomea katika kitabu cha Timoteo, Timoteo apili na ile sura ya tatu, sura tatu na mstari wa kumi na tatu lakini mtu mbaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu wakidanganya na kudanganyika. Ni kweli, mimi niseme kwamba sisemu kwa mambo haya yanayoendelea, na hamuyaoni na mkizidi kuaminisha watu kwamba amani, tudumishe amani na wakati kuna watu wanatekwa, watu wanawawa e, wengine wa, wanavunjwa miguu. Sasa nyinyi amani mnazungumzia ni amani namna gani? Amani, amani sio kwamba wewe na kikundi chako ama wewe uko kwenye mfumo, unajua kwamba naka unakula vizuri, una ulinzi, unalindwa vizuri e, unajua kwamba ndio amani. Lakini jaribu kuangalia kwamba na wengine wanaishi maisha ya namna gani, kama wengine wanalia na wengine ndugu zao wanapotea kama hawa ambao nimeweka hapa hivi waliopotea, waliopigwa risasi, wali wengine wametekwa, mpaka sasa hivi wengine wameuawa e, e, mambo kama hayo, lakini wewe hamuyaoni hayo, lakini mnazidi kuaminisha tu kwamba kuna amani, amani.